Hello, habari? Je, yeah. Umekukutana na single mother yoyote au wewe ni single mother au katika maisha yako, ndugu yako, jirani yako, mtu yoyote ambaye ni single mother, uh, karibu sana. Jina langu naitwa Enele Bauden, ni mwalimu ambaye nafundisha zaidi kuhusiana na mtu namna gani anaweza akaishi katika upekee wake katika nyanja mbalimbali, kiroho, kiekonomiki, kiuchumi na mambo mbalimbali mbali. Ah, topiki yangu ya leo inahusiana na single mothers. Wale wanawake ambao wanalea, wanalea watoto peke yao. Kitu cha kwanza ambacho inabidi tuweze kuijua kuhusiana na masingo mother: kuna namna nyingi ambayo inamfanya mwanamke aweze kuwa single mother, au mwanamke ambaye analea watoto peke yake. Kesi ya kwanza inaweza ikawa labda mwanaume wake alifariki ambaye alikuwa anaishi naye. Kesi ya pili inawezekana alipata ujauzito katika namna ambayo hakutarajia au hakutegemea, na hawakuwa tayari kuweza kufunga ndoa au kuendelea kuishi na huyo mwanaume ambaye alipiana naye mimba. Mwisho wa siku anajikuta yeye anakuwa single mother. Nikupe mfano mmoja wangu mimi binafsi, mimi mwenyewe pia ni single mother ambaye nilifanikiwa kupata watoto nikiwa chuo kikuu. Nilikutana na baba watoto wangu katika maisha ya chuo kikuu nikajikuta nimezaa na watoto wawili. Ah, katika usingle mother kuna vitu vya msingi kabisa wewe single mother ambavyo inabidi uwe navyo. Kitu cha kwanza ambacho inabidi uwe nacho wewe kama single mother au ndugu yako yoyote ambaye ni single mother. Kitu cha kwanza lazima ajihakikishie kutengeneza mahusiano sahihi kati yake yeye na nani na Mungu ambaye Mungu alimwamini kumpa wale watoto ambaye anao mpaka sasa. Pale atakapo au utakapoweza kutengeneza mahusiano yako na Mungu, inamaanisha kwamba hutatetereshwa na mambo madogo madogo au utatetereshwa na mambo mbalimbali, kwa sababu Mungu anatuambia alitujua kabla hajatuweka kwenye matumbo ya mama zetu. Kama alinijua au alikujua wewe au alimjua huyo single mother kabla hajamweka kwenye tumbo la mama yake, inamaanisha kwamba hiyo itakuwa ni nguzo yako ya kwanza ya kuweza kusimama na kuto kuweza kutetereka katika namna yoyote. Jambo la pili ambalo inabidi uweze kuwa nalo au huyo single mother ambayo inabidi aweze kuwa nalo ni kwamba ajue kwamba Mungu ashafanya kila kitu tayari kwa ajili yake maisha yake Mungu ashayaweka maisha mazuri, kwa sababu mawazo yake Mungu kwetu sisi ni mawazo mazuri, anatuwazia mema kila pale ambapo tunakuwa tunapita kwa. Kama yeye atajua kwamba Mungu ashafanya kila kitu tayari kwa ajili yake na maisha yake Mungu ashayapanga, kazi ni kwake, kazi ni kwangu katika kuweza kujua yale, kupata taarifa ya yale ambayo Mungu alikuwa ameshayafanya tayari kwa ajili yangu, niyajue hayo, niyaishi hayo, ili niweze kwenda mbele zaidi, kwa sababu tunaangamia kisa tunakosa maarifa. Lakini pia suala lingine ambalo nataka nishe na wewe, ndugu mtazamaji, ni kwamba watoto ulionao, nikutie ni kutie moyo na nikwambie kwamba Mungu amekuamini kuweza kukupa hao watoto ambao unaishi nao. Kwa sasa hali ulionayo haitakiwi kuweka hali ya upweke ndani yako, ingawa uko peke yako, lakini jitie nguvu katika yeye Mungu ukipata maarifa ya neno lake. Na ao watoto Mungu aliyokupa kama zawadi, ebu muulize Mungu kitu gani ambacho inabidi ufanye kwa ajili ya o watoto ambao amekupa. Usiwe mtu wa kulialia mimi sasa mbona iki mbona iki mbo, akiendi iki, no. Mungu ni mwema sana. Mungu anakupenda sana uh. Kesi nyingine ambayo inabidi tuweze kuiangalia ni kwamba kuna namna nyingi dunia inatuambia maisha inabidi yawe. Eh, unamwona mwenzio ambaye amesoma wote, labda eh, amefunga ndoa nzuri, ana maisha fulani, ana hiki na hiki, na wewe unakuwa unatamani Mungu, na mimi jamani, sasa singekuwa, si iwe hivi na hivi. it's Okay, ni mambo mazuri kuyatamani, lakini Mungu anajaribu kukuonyesha ni kwamba kabla haujawa na mwenzi wako, akakupa huyo mwenzi wako, je, wewe unajua thamani yako kama single mother? Wewe unajua kwa nini Mungu amekupa hiyo baraka ya watoto hiyo zawadi ya watoto ambao nao kwa sasa. Kama umejua hilo kazi ni kwako wewe kuweza kumshukuru Mungu, kuweza kumuuliza Mungu na kumwambia Mungu, nashukuru kwa ajili ya yote, nashukuru kwa wewe kuniweka mimi, nashukuru kwa wewe kuniweka mimi kuwa mama. Uliniamini tumbo langu la uzazi kuweza kupitisha hawa watoto ambao ninao kwa sasa. Ukiishi maisha ya mfumo huo inamaanisha utakuwa na amani ndani ya moyo wako, utakuwa na raha kutoka ndani ya moyo wako. Hutatetereshwa na jambo lolote hata kama magumu mengi unayapitia lia mwambie Mungu, nakuhitaji, wewe ndio baba yangu, wewe ndio baba wa hawa watoto, wewe ndio nijuae vyema na wewe ndio naowajua na watoto. Naomba nisaidie, nipe hekima ya namna nzuri ya kuweza kuwalea hawa watoto, ili mwisho wa siku na wao waweze kufikia yale malengo ambayo Mungu uliwaandikia wao waje kufanya kwenye dunia. Utakapoona watu wanakudharau, watakupa majina mengi labda malaya wewe hufai, wewe ni hivi, wewe ni hivi. Achana nao, wao wanakuambia hayo maneno kwa sababu ndicho wanachokijua, na ndicho dunia, ndipo jamii, ndicho jamii, jamii wanachokisema kwa wale wa mama ambao wanakuwa nalea watoto peke yao, don't give up. Usikate tamaa kwa chochote, mwamini Mungu atakufanyia mambo makuu. Ka usikurupuke katika kufanya maamuzi mengine ambayo yataweza kukuathiri wewe, lakini pia kuwaathiri watoto wako eh. Mfundishe mtoto wako au watoto wako katika njia ile inayopaswa, hata iacha, hata pale atakapokuwa mzee. Wewe ni mama, umeaminiwa. Ukiwa mama ni kitu ambacho tuna, tumebeba uzao, tumebeba taifa kwa kama umebeba taifa kama wewe, Mungu amekuamini kukupa hao watoto, kwa hiyo tama kanaona yoyote, Mungu anakupenda sana na hata kuacha wewe mpaka pale ambapo Mungu atawaachia watoto mikononi mwako, na wao wataenda kuanza maisha yao mengine, na mwisho wa siku tukufu utarudi kwa Mungu mwenyewe. Lakini ushauri napenda nitoe kwa single mothers, kwa wale wa mama ambao wanalea watoto peke yao. Mm, kuna trendi ambayo inakuwepo kwa sasa Wamama tunaanza kutoa maneno mabaya sana kwa watoto wetu kuhusiana na baba zao, kuambia labda baba yenu ni moja mbili tatu, baba yenu ni hivi, baba yenu ni hivi. Unawapa maneno mabaya wale watoto. Unapokuwa unawapa maneno mabaya wale watoto kuhusiana na baba yao, hawatendei haki. Ugomvi ulikuwa kati yako wewe pamoja na baba yao, lakini si kati ya watoto na baba yao. Hata akiwa chizi, hata akiwa baba yupo kwa namna gani, kumbuka, yule ni baba yao tu, na ataendelea kuwa baba yao kazi ulionayo single mother mwenzangu ni wewe kuweza kuwapa maneno mazuri ya kuwa encourage watoto, ya kuwapa taarifa ambazo ni njema zitawajenga ili wao pia waweze kutengeneza mahusiano mazuri na baba zao, ili wao pia waweze kuelewa maisha yanaenda kwa namna gani, wao pia waweze kujua kwamba wajeje duniani kwa bahati mbaya, ila wamekuja duniani kuishi na wako na wewe pia si kwa bahati mbaya, wapo na wewe ili waweze kupata vitu, kunyonya vitu kutoka kwako ili we wao waweze kuishi katika upekee wao. Utaniuliza, mwalimu, kuna mambo mengi sana magumu napitia, baba yao hawatunzi watoto, hajali, uko na mwanamke mwingine, alioa. Uh, wanangu anapitia hali ngumu, nateseka nao. Nikuulize swali, hebu imagine, kwa mfano baba wangekuwa amekufa haupo naye kabisa, ni hayuko duniani, watoto wasingeishi? Bila shaka wangeishi kama baba yao ameendelea au aliendelea na maisha mengine, na wewe bado unaendelea kuishi na watoto wako, kazi bado ni kwako na Mungu aliyekupa wa watoto. Ebu mwamini Mungu katika kila kitu unachokifanya, yeye ndo ambaye atasaidia watoto wako kuishi katika hali ambayo ni nzuri. Mwenye haki wa Mungu hajawahi kuwachwa mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Imani ni maarifa ulionayo kuhusiana na Mungu. Imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Imani yako iko wapi? Mwamini Mungu, yeye atakufanikisha kwenye kila jambo, ingawa hali muda mwingine inakuwa ni ngumu. Mwamini Mungu, fanya ya kupasao kufanya, tafuta kuhusiana na yeye, Mungu mjue ili uweze kupata hekima ili milango yako iweze kufunguka na mwisho wa siku mambo yaweze kwenda. Najua una uchungu, uchungu upo ni kweli, na mimi pia shawa kupitia napitia sometimes vitu kama hivyo, lakini kwa sababu naye Mungu aliyetuumba wote kwenye hii dunia sina hofu na sitaki kutetereka kwa namna yoyote, still naendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya watoto. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya baba yao. kipata chance nawasiliana na baba yao kwa sababu ndio baba yao huyo. Muda mwingine baba yao ana act vile anavyoact, kulingana labda na wewe unavyokuwa unazungumza naye. Ukiongea naye huongei lugha ile ambayo inastahili kuongea naye, lakini labda unaongea uchungu sasa kama utaongea uchungu, inamaanisha yeye pia atakulipa wewe kisasi na yeye pia atakulipa wewe uchungu. Kuwa wewe, jitafute wewe, jitambue, jithamini, mwamini Mungu kwenye kila kitu chako nachokuwa nakifanya kwa watoto wako ambao unakuwa unaishi. Zungumza na mwenza wako wa zamani vizuri, theni, you never know tunahitaji sana baba nao washiriki kikamilifu katika kulea watoto wetu, lakini sisi pia wazazi wenza tunazungumza nini kwao? Si kwamba tuanze kutetereka kutetemeka. A, kuwa wewe, yani be you, kuwa wewe. Ukishakuwa wewe, ukiishi wewe kama wewe, na mambo yako yakaenda, bila kisasi, bila kinyongo, ina maana kwamba na yule baba watoto, you never know, anaweza akaliona hilo, aka Mungu akamjalia akaanza kukumbuka watoto wake kwa namna moja ama nyingine. Lakini tusiwape watoto taarifa mbaya kuhusiana na baba zao, tujitahidi katika hilo, kwa sababu ndio baba yao huyo. Hata kama haendi sawa sawa na vile tunavyotaka, still tujikite sisi kuwa imara. Tukisha kuwa imara katika Mungu, tuwape watoto wetu vitu vile ambavyo wanastahili kupewa kama watoto ni watoto. Wanahitaji kukua, tusiwatwishe majanga yetu sisi na wenza wetu. Tuwaache wakue, tuwaache wafurahie kuwa watoto, na Mungu wa mbinguni atakujalia baraka nyingi za kutosha sana, na watoto wako naona wakifika mbali sana. Yes, asante sana ndugu mtazamaji kwa kunipa muda wako. Aa, ukipata meseji hii usisite kuweza kushare na rafiki mwingine, lakini pia usisite kulike video hii, pia kusubscribe kwenye hii channel ili tuweze kukua kwa pamoja, pia kucomment. Kama una comment yoyote, una ujumbe wowote, karibu sana uweze kucomment, tuweze kujifunza pamoja, tuweze kukua pamoja. Kama unataka kuongezea karibu uweze ku comment. Asante sana ndugu mtazamaji kwa muda wako, nimefurahi sana sana. Naomba nikutakie muda mwema na wakati mwema, na Mungu anakupenda sana. Mbarikiwa sana and stay safe, chao.